Kukua kwa nini tuko hapa? Ngua mama, au unataka mpaka tukuitie mapolisi, si ndio? Unajua yule mama amekuwa msumbufu sana, Mashaka. Basi achini achini, bwana, huko nilishanganya jamani. Mbona hivyo wewe, Mashaka? Hebu msikilize dadako. Makiposa, we mama, au umetoka? Inawezekana.

Mashaka, utamua wewe hii kesi ishie hapa au polisi. Maamuzi ya kwako wewe, mimi eh. Hey, ndio mjomba, umezidi bwana. Ah, yani toka umeingia humu ndani, ani hatuelewi, vitu vinapotea, hatuelewi vinapotea. Mimi mwenyewe kuna baadhi ya nguo zangu sizioni, unaona, na mimi binafsi nimechoka hata kukutetea sasa. Msubiri kwanza, hii ni ndoto au sio ndoto? Nyie ndo, ah, ndo, ndo mnanizunguka? Wewe kipusa na baba yako ndo mnanizunguka, ndo wezi wakuu. Dada hawa ndo wezi hawa. Mke wangu siuniambia kabisa kwamba wa huyu akili yake sio nzima, ni chizi. Haya Mw... unataka kumwamini tena? Sikiliza wewe, mimi hawa nawajua vizuri, tofauti na unavyowajua wewe. Unamwona bwana huyu, miezi tisa nimemweka ndani ya tumbo langu, na huyu bwana nazeeka naye pamoja. Huyu mwanangu wa kwanza, huyu mume wangu wa ujana wangu. Haya, sijawahi kuona huyu mtu kukiriwa kitu hata kimoja. Tena huyu ndio mwizi mkuu sasa. Mwizi mamako. Eh, namba ndio mkuu wako sasa. Huyu hmm, anaiba mpaka wake za watu. Juzi kaiba huko chupu chupu amnaji si nimemuokoa mimi. Hmm? Adam... E, Ana e, mchezo na nini? Eh, mchezo nao. Mchezo. Mimi nacheza mchezo. Nina majina haya matatu. Na kwa taifa yangu kuna mchezo, hakuna anayenikamata. Haya. Nani ambaye amesema na najisi mimi? hey, sikiliza baba kipusa, usijitoe fahamu. Hajaongelea masala ya mchezo, ameongelea masala ya mchepuko hapa. Haya, Mashaka, ongea ukweli wako. Arudie nini tena? Ongee, rudia ndio, ongea ukweli. Wakati mmoja umetwambia hayuko timamu, akili zake haziko sawa, usimwamini huyu mke wangu. Sikiliza wewe, nikwambie, kuna muda saa mbovu waga inaongea ukweli Hebu ongea ukweli ndugu yangu, ah. Amna bwana dada, natania, nazingua, sisi ni ndugu, we ni dada yangu, lazima tutaniane. kuna muda <laughs> ulikuwa ushaanza kuamini <laughs> sasa wewe si unatania. We, hela zangu unazijua zilipo, Mashaka. Hela eh, zangu unajizijua zilipo, nataka pesa zangu. Hivi wewe unafikiria nini Mashaka eh? Hapa wakija hapa wale wanatoa vitu vyote wanavichukua eh? sasa mimi nitaishi vipi? Nitaishi maisha gani mimi? Wanataka mimi nizalilike au mimi nataka mimi, mimi iweje? E ngoja kwanza, yaani wakija huwa wanachukua vitu eh, unauliza tena swali yako ah. kwao wasipokuta vitu huwa wanachukua nini sasa? Kwa hiyo wao unamaanisha nini kwao? Nataka sisi tuame hapa, tuondoke hapa eh? mimi naona nyote hamna amna akili, simnamwamini huyu mwehu <laughs> Mashaka ndugu yangu, mimi nataka pesa zangu, nataka pesa zangu ni yani, nataka pesa zangu, nikabidhi pesa zangu, nataka sitaki nini wala nini eh? Maana wanapokuja hapa inakuwa mambo ni mengine kabisa. Sasa utachagua kunipa pesa zangu au kuondoka nyumbani hapa ukatafuta sehemu nyingine ya kuishi. Hapa mimi sikutaki mimi, nimemaliza jamani. Mambo Mashaka, naomba tu nikuambia kwamba asante sana, ile kazi nimepata vizuri. Naenda ofisini sasa hivi, bosi wangu anisumbui wa, na mke wake anakuja ofisini kwa wakati. Yani Mungu ni mwema wewe. Ah, ameanza kunisumbua mimi sasa hivi. Kweli? Kama ingekuwa kweli ungenisaidia ah. Ah. Mashaka Yuda Iskarioti eh, yani ningekuwa Israeli sasa hivi nimepigwa msalabani hivi ah. Wewe dengeneka tu bwatuka, bwatuka huo mdomo wako nikuambia, utakusaidia kitu zaidi zaidi, wanipa matatizo mimi nyumbani kwangu Ah, dola maraba yeah. Unafahamiana Mashaka? Wewe kuna kitu umesaka kifanya amekiharibu hapa si ndio? Hapana, ajfanya chochote. Mashaka ni mtu mzuri sana, amenisaidia mimi kupata kazi na ndakupendeza hivi ni kwa sababu yake. mm -hmm. Uh, yaani Mashaka kutafutia kazi wewe, ndio amenisaidia kupata kazi, alafu na leo hii nimekuja kumletea kazawadi kake aka kumshukuru. Wewe usimsikilize huyu binti, yaani huyu ananipendagapendaga tu, shobo nyingi anajitongozesha. Akitoka kazini, lazima apite hapa kwa vyovyote vile, akushobokea pitepite. Hii zawadi atakuja nayo nyumbani nikaiangalia. Afu wewe, turudi kwako. Unawezaje kumwambia mtu mimi nakutongoza? Sikiza nikwambie yoyote anayamini Mashaka ni mwehu, mwache aendelee kuamini hivyo. Uende, mm. Kwa kweli, maana bosi wangu kaniambia ati ulimwita Roji, ukajifanya wewe ndio mimi. Unaakili kweli wewe? Oh, unataka umaanishe nini? Yaani na swasna, yani, na wasiwasi yaani kwamba mimi nashonwa kama ishikia. Hatuwong sijasema hivyo mii. Aya, nenda nyumbani sasa. Ndiyo umenuna Eh? Dola, nenda nyumbani sitaki nikuona hapa. Ah. Aya mi nachokuhusia tu kwamba wahi kurudi nyumbani ule mzee asiakala vile vitu vyako. Hai mashaka,